Hapo sasa ndipo mchezo unapoingia kwenye hatua ya hatari zaidi. Taa za helikopta ile zilikuwa kali kiasi cha kufanya macho ya Elias yaume. Amina akiwa bado anatetemeka pembeni yake alishika mkono wa Elias kwa nguvu. Uso wa kivuli. Ile helikopta ilitua katikati ya lami ikitimua vumbi la ajabu. Mlango ulifunguka na mtu mmoja alishuka taratibu. Hakuwa amevaa sare za kijeshi bali suti nyeusi ya gharama. Elias alimtazama na kwa mara ya kwanza katika miaka kumi na tano moyo wake ulisimama. Alikuwa ni Brigadier Jenerali Marcos, mtu ambaye Elias alimchukulia kama baba yake wa kiroho jeshini. Jenerali, Elias alinoona, sauti yake ikiwa imejaa mchanganyiko wa hasira na usaliti. Elias mwanangu, Marcos alisema huku akitabasamu tabasamu la baridi, umekuja mbali sana. Mradi wa agano haukuwa tu kuhusu silaha au siasa, ulikuwa ni kuhusu kutafuta watu wenye uwezo kama wako, kwa kustahimili maumivu na kuongoza bila hofu. Wewe ndiye kilele cha mradi huu. Usaliti wa Sala na hatima ya Amina. Ghafla gari la Sala nalo likawasili kwa kasi na kupaki nyuma ya gari la Elias likimfanya Elias azingirwe mbele na nyuma. Sara alishuka akichechemea kidogo kutokana na ajali ya awali, lakini safari hii hakuwa na bunduki mkononi. alisimama upande wa Marcos. Alifanya kazi nzuri ya kukuvuta mpaka hapa Elias. Sara ni sehemu ya agano hii tangu mwanzo, na na mkeo Amina. Marcos alimtazama Amina kwa jicho la dharau. Amina ndiye kizuizi pekee kilichobaki ya kati yako na ufalme wako. Marcos alitoa bastola ya dhahabu na kumuonyesha Elias, chagua sasa. Njoo upande wangu, tuongeze mradi wa agano na kuitawala kanda hii yote ya kusini. Utakuwa na nguvu, fedha na ulinzi wa milele, lakini ili uingie lazima uthibitishe kuwa huna udhaifu wa moyoni. Marcos alitupa bastola miguuni mwa Elias. Mwepua amina kwenye mateso ya dunia hii na uje ukae kwenye kiti chako cha enzi. Amina alimtazama Elias machozi yakimtoka lakini hakusema neno. Alijua mume wake alikuwa amewekwa kwenye mtego ambao hakuna binadamu wa kawaida angeweza kutoka. Eliasi alinama na kuokota ile bastola, alihisi ule ubaridi wa chuma. Alimtazama Marcos, kisha akamtazama Sara, na mwisho akamtazama Amina. Elias alisimama wima, bastola ya dhahabu ikiwa mkononi mwake, nzito kama mzigo wa dhambi za miaka kumi na tano aliyotumikia. Upepo wa helikopta ulikuwa unavuruga nywele zake, na taa kali zilifanya kivuli chake kilifuke kuelekea kwa jenerali Marcos, kana kwamba kivuli chake kilikuwa kinataka kummeza bosi wake wa zamani. "Elias, muda unakwisha," Marcos aliimiza ya sauti yake ikiwa tulivu, lakini yenye amri. chagua ufalme wako au chagua kifo. Elias alimtazama Amina. Katika macho ya wa mke wake hakuna hofu ya kufa, bali aliona imani, imani kuwa Elias hakuwa mnyama kama walivyotaka awe. Ghafla Elias aligeuka upande wa Sara kwa kasi ya ajabu ambayo haikuonekana na jicho la kawaida. Hakufyatua risasi kwa Amina, bali alifyatua risasi mbili mfululizo kwenye tenki la mafuta la gari la Sara lililokuwa nyuma yake. Mlipuko mkubwa ulitokea ukitupa gari lile hewani na kutengeneza ukuta wa moto uliowatenganisha na kundi la Sara. Katika taharuki hiyo, Elias alimvuta Amina na kumsukuma nyuma ya mwamba mkubwa wa barabarani. Wewe ni mpumbafu, Elias. Malkos aligilima huku akichomoa silaha yake na kuanza kushambulia. Sara alijirusha pembeni akijikinga na moto akijaribu kulenga kichwa cha Elias. Elias hakukimbia, alitumia giza la usiku na moshi wa mlipuko kama silaha. Alitambaa chini ya uvungu wa gari lake akatokeza upande wa pili wa helikopta. Alijua udhaifu wa helikopta ile ya kijeshi mfumo wa mawasiliano na mafuta. Alifyatua risasi tatu kwenye injini ya helikopta na kuanza kukimbia kuelekea kwa Marcos. Wakati Marcos alijaribu kupakia risasi nyingine, Elias alimrukia kwa nguvu zote, walipigana pambano la ana kwa ana, ngumi za kijeshi, mateke na mbinu za Krav Maga. Ulinifundisha kila kitu, jenerali alisema, huku akimkaba koo Marcos juu ya lami ya moto, lakini ulinifundisha jambo moja muhimu zaidi, askari hatoki nyuma familia yake. Kwa mbali Ving'ola vya polisi wa mpaka wa Malawi na Tanzania vilisikika. Sala akiona mambo yameharibika na helikopta inawaka moto alijaribu kukimbia kuelekea kichakani, lakini askari wa mpakani walikuwa wamesha mzingira. Elias alimwacha Marcos akiwa ameishiwa nguvu, damu ikimtoka usoni. Mradi wa Agano umekwisha leo, Elias alisema kwa sauti ya kukata tamaa lakini yenye ushindi. Alirudi kwa Amina akamwinua na kumkumbatia kwa nguvu. Walitazamana na kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi za kukimbizwa, Elias alihisi amani. Sekunde chache baadaye helikopta ililipuka vibaya, ikiteketeza nyaraka zote za Covenant Project. Jenerali Marcos na Sala walitiwa mbaloni na kikosi maalum cha kimataifa kilichokuwa kikiwafuatilia kwa siri. Elias na Amina walionekana wakivuka mpaka kuelekea kusini si kama wakimbizi bali kama watu huru. Elias alijua kuwa ingawa kivuli cha agano kimefutika, dunia bado ina siri nyingi, lakini akiwa na imani na upande wake, alijua kuwa hakuna giza lingeweza kumshinda tena. Alitupa ile bastola ya dhahabu kwenye mto uliokuwa unapita chini ya daraja la mpaka na kutoangalia nyuma tena.